Na hadithi ambayo huwa kila kipata fursa na kusoma henu inasema hivi, hadithi al-Qudsi, amesimulia Abu Huraira, Allah anasema: ya yabna Adam tafarrag li ibadati am lausadraka ghina. Sawa so, sawa so, eh, wewe mwanadamu jishughulishe na kunitumikia mimi, nitajaza kifua chako kutosheka. Sawa so, ukishughulika kunitumikia mimi, Allah anasema kifua chako nitakijaza kutosheka, wa asuddu faqraka, na ntaziba mapengo mapengo ya mahitaji yako, hapo nafsi itapoa, ipo nafsi imetulizwa na mapengo mapengo, Allah anayaziba, kwa sababu Allah anasema waman yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu yeah, ah, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, mwenye kumcha Allah Allah humpa mapito ya kupita akipata dhiki, na anamruzuku kwa namna ambayo hakufikiria. Kwa hiyo tafarragh liibadati Allah anasema, shughulika kunitumikia mimi, amla usadraka ghina, nitajaza kifua chako kutosheka, wa asuddu faqraka, na nitaziba mapengo ya mahitajio yako, wa illa taf'al kama hutofanya hivyo, hutoshughulika na kunitumikia mimi, ee, nini kitatokea? Amla uyadaika shughla, nitaijaza mikono yako kazi, nitakujaza kazi wewe nyingi, nitakushughulisha, walam asuddu fakra, wala, wala sitoziba mapengo ya mahitaji yako.